Okay, no problem. Yote maisha kama mgugu bwana, kanauma unawazimu, lazima uende kazi <coughs> pigike. Ndio yote, maisha <coughs> nimekubali tu mwanangu, ndio kuosha mtoto ambaye katatosha kweli. Haina shida baba, yote maisha tu. Niweke kwa kichwa kwanza, niweke huku au nifanyaje sasa? Haina shida bwana. Ah, yote maisha tu mwanangu, hmm, lazima ukaganga ganga mali, au sio bwana? Maisha haya, maisha kupigika. Mimi nani nitembelea kama unatingisha tingisha mjia vipi? Sasa unisaidii, unisaidii kubeba maji. Unakuja tu unanishunguka sunguka hapa. Mbona unisaidii sasa? Ah, umeongezeka kumbe. Azimeko, una azima kwa mnipe njia bwana. Mnanisuia suia hapa. Mnakaa kama sindiku. <coughs> ah. Ai sie huko uh, ndio mvoi. Tinyesha na na ficha mbuzi zangu, sio eh? Maficha mbuzi zangu. Okay, ina tatizo. Sikati huko, nataka huko. Wodi <coughs> <coughs> wenye wako eh? Aine shida yote maisha, mii nimekuja dawa ya kuosha watoto ya mbosi yangu bwana, maisha as <coughs> aya. okay. Ni chumvi eh? Chumvi iyo kachumvi kako hapa no problem, kachumvi kako bwana, hata mbusi pia nakula chumvi nzuri tu. Mm, naona hiyo chumvi hiyo mm? e, anakatamu so, anakatamu baba, adakakwava kumbe ve kada kingine bwana hiyi oh, ndio akuosha kabisa eh. Eh, eh. Sio mchezo tu, bwana tunachunga so, wanyama watuchunge baba. Hii ni ya kutoa viroboto babae eh. Kutoa makupe kupe, saa ajabu ajabu. <coughs> Ok, tulie, sio ndimeleta huku sio hii Baba ndio anaenda kutoa viroboto. Viroboto, viroboto. Viroboto naenda kazi. Ah, si ndio kazi sasa baba. Kazi mwanangu, au sio bwana? Ndio kazi ameanza, si mchezo. Ngoja ujionee maajabu ya Musa. Nasikia maajabu ya Musa. Ndio sasa mtajua maajabu ya Musa. Moja kwanza, nika watubutugu hawa wanyama, ili wapate raha duniani. Okay? hii ndio dawa, si mchezo. Kwanza ninaipimia. Na nakuwa viroboto, viroboto, viroboto baba, viroboto. Ngoja kwanza, viroboto sina makali makali, haki ya Mungu ina makali kishenzi yani, au sio bwana? <coughs> na no mnani kanigonga, ambano ona nistuastue nawei ana nistuastua kijinga hivi sasa. Msubiri sasa, msubiri, msubiri mi huyo, msubiri sasa, mi huyo huyo huyo, nmeee baba.

Baba. Kaoge. Kaoge hausio, bwana, kaoge ukae vizuri kwa smart. Ah. Sasa jamu nimechoka.